Shirika la umeme kwa kutambua kipindi hichi ambacho tunachoelekea ni kipindi cha sikukuu, na kwa kufahamu hilo kwamba tunajua nishati hii ya umeme ni muhimu kwa maendeleo yetu kwa jumla kama ni nchi, lakini pia kwa kuiangalia siku hii kuu kabisa ya sikukuu, tunafahamu ya kwamba kipindi hicho a, matumizi ya huduma yetu ya umeme huwa ni makubwa, na sisi kama shirika la umeme, kila mwaka huwa tunajipanga kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma ya umeme ya ambayo itakuwa inakidhi na kutosheleza katika mahitaji yao. Kwanza tuanze tu hatua ambazo tunakuwa tunazichukua. Uh, mwezi mmoja kabla ya kufika kipindi kama hichi, tunakuwa tunachukua hatua tatu kuu za msingi. Hatua ya kwanza huwa ni hatua yetu ya kawaida ambayo kila siku tunaifanya, ile ya kuboresha miundombinu ya umeme ili kuangalia maeneo gani yamezidiwa na maeneo gani tunataka tuongeze mtandao wetu wa umeme. Hilo tumekuwa tumelifanya mara kwa mara, lakini kipindi kama hichi inapokuwa inafika, pia huwa tunaangalia sasa, kwa zile laini ambazo zimekuwa zimechoka ama zile ambazo zimezidiwa, basi huwa tunazijenga. Na kwa mwaka huu tumekifanya tumefanya kubwa zaidi kwamba tunakumbuka kwamba katika laini zetu hizi sita ambazo ndizo zinazofirika huduma za umeme katika maeneo yetu ya kusini na kaskazini. Kwa upande wa kaskazini kuna laini kubwa mbili ambazo tunazita kwa majina na kaskazini kongwe na kaskazini mpya, lakini kwa upande wa kusini tuna uh, kusini mpya na kusini kongwe, lakini vile vile kwa upande wa fumba kuna fumba mpya na fumba kongwe. Kwao tukiangalia kimatumizi, uh, njia hizi zote tunazozungumza hapa tayari, maana yake tukiri kwamba zimezidiwa kimatumizi. Kwa hiyo shirika la umeme kwenye wajibu huo kuhakikisha kwamba huduma ya umeme inakuwa ni ya kutosheleza kifanya ni kuweza kujenga njia ndogo ndogo za kupunguza mzigo katika laini kubwa hizi sita, hmm, ambazo tumezisema, na tulichokifanya kwa upande wa kusini ni kujenga laini ambapo hii laini sasa takriban ya kilomita mbili kutoka Chwaka mpaka Charawe, na imeenda kupunguza takriban uh, megawati tatu kwa laini zetu ya kusini. Kwa ukivinchi tunachozungumza tayari kwa ukanda wa kusini, hali ya upatikanaji huduma umeme imetulia, sababu tayari kuna wateja kuanzia Michamvi, Bwejuu, Charawe pamoja na Ukongoroni, wale wote tumeingiza katika laini mpya ambayo toka zake Chwaka kuelekea Charao kwa abao, hali imetulia. Lakini vile vile kwa upande wa Fumba, tunachokifanya kile kile kwamba tumejenga laini kutoka kwa njia ya Kisakasaka, na laini hiyo vile vile nayo inakwenda kupunguza mzigo kwa laini za Fumba ambazo kwa kila mara zinakata umeme na kila mara umeme unakuwa ni mdogo. Na sasa hivi kwa laini yetu ya Fumba hali ya umeme umeweza kutulia, na kwa juma lilopita, ambapo tunatarajia ndani ya siku mbili hizi uh, kuimaliza laini yetu mpya ambayo pia tumejenga kwa upande wa kaskazini, uh, kutoka Matemwe hadi Nungwi, nayo vile vile laini hiyo itaenda kupunguza mzigo katika zetu za kaskazini. Kwa hivyo bado kamilika hayo tayari, manake ile hali ya balance kati ya matumizi na kile ambacho kipo katika usambazaji wetu kitakuwa kinauyana. Tukumbuke tu kwamba huduma hii ya umeme ha, kila siku unavyokuwa unafanya haitaweza kutosha moja kwa moja. Kwa sababu gani? Matumizi yanazidi siku hadi siku na inawezekana kwa sababu sisi ni wanadamu tateja maendeleo, kadri unavyokuona unavyoona kwamba huduma ipo basi wewe ndio unaangalia yale mahitaji. Inawezekana watu nyumba kubwa, nyumba nzuri, wakajenga nyumba kubwa nyumba nzuri, wakajenga mahoteli makubwa mazuri kwa bado, manake huduma hii itaendelea kuwa inahitajika. Kwa sasa tukiri kwamba hali ya umeme imeweza kutulia kwa leni zetu zote hizi ambazo tumezizungumza. Kwa hivyo, tunapoelekea sikukuu, hatua ya pili ambayo tunakuwa tunaifanya ni kuweza kuzipitia au kuzikagua e, transformer zetu zote ambazo tumefunga katika maeneo mbalimbali, kwa sababu transformer ndiyo tunasema chungu ambacho kinapikwa vyakula baadaye ndio kinagawanya kwa walaji. Kwa hivyo, lazima tujue katika mtaa huu, katika eneo hili, katika a, eneo fulani au katika sheria fulani, je, transformer iliyoko hapa na matumizi yao yanawiana? Kwa hivyo, tunakuwa tunazipima transfoma zote ili kujua sasa zinaweza kuhimili kipindi cha sikukuu. Kwa tukishajiridhisha transfoma ile tunaiwacha, na kama itakuwa ni ndogo sasa imezidiwa, basi tunaitoa na kuweka nyingine kubwa. Kwa hivyo hili zoezi tunakuwa tunalifanya kila mwaka na hata huu, kwa mwaka huu tayari tumeshalifanya. Kwa tumejiridhisha maeneo mengi yako salama, na kuna maeneo ilikuwa na tabia ili ya umeme mdogo, nayo pia tumeongezea transfoma ili kukidhi mahitajio ya wananchi wa Zanzibar kwa kuelekea sikukuu. Lakini hatua tatu ambao tulikuwa tunaifanya ni hatua sasa ya kuweza kukaa kukaa tayari tuseme lugha nyepesi kabisa, ile standby kwa mafundi wetu. Tunakumbuka tu kwamba siku za kawaida huwa kila zoni kwa sababu tuna zoni tunaziweka hizi, kuna zoni za kaskazini, zoni za kati, zoni za kusini, zoni za mjini na zoni za magharibi. Maanake humu kila wakati mafundi wetu a wapita ili kuona kama kuna hitilafu yoyote ambayo imetokea. Lakini kuelekea sikukuu, na tuna desturi ambayo tumeiweka, kila ikianzia tu kufika mwezi ishirini na saba, basi tunawaweka mafundi wetu kimtayari, na tunachokiangalia kwahicha sikukuu, kila eneo ambalo lina njia kuu, basi lazima njia ile itakuwa ni kwa gari maalum, ili kuweza kuakia wateja wetu kwa urahisi. Kwa hivyo, haya ni mambo matatu makubwa ambayo shirika la umeme tunayachukua ili kuona sasa kipindi cha sikukuu, kutokana na matumizi makubwa, basi wananchi wapate huduma ya umeme wa kutosha, ili tu harakati zao, shughuli zao, maandalizi yao yaweze kwenda vizuri. ZECO ipo kung'arisha maisha yako.